Leo tuzungumzie nini? Leo tuzungumzie mambo makubwa kiasi. Y yaani wewe unafanya nini? Yaani kitu gani ambacho unapenda wako kufanyia? Kitu gani? Kama bado utakuwa una join. So yeah.

sema kwamba yani hapa ni kufanyiwa. Kama unajoin karibu sana. Mimi yani kuna vitu ambavyo ninapenda kifanyiwa licho kitu kwa kweli hapa imefanyiwa kwanza nimeisahau nilikuwa naongea hapa bila kuwa na microphone. <coughs> ni kitu gani ambacho unapenda yani, mpenzi wako akufanyie? Kitu gani ambacho unapenda mpenzi wako akufanyie, yani iwe maswala kwenye mahusiano kwenye mahuba yenu, yani kitu gani ambacho we akikufanyia unasema kwamba yes, hapa nimefanyiwa kitu mimi hapa yani, kitu ambacho napenda sana yani iwe ni boyfriend wangu nani fanyie, kwanza napenda kuletewa zawadi <laughs> napenda kuletewa zawadi, haijalishi ni zawadi kubwa kubwa au ni zawadi ndogo, yani kubwa ni zawadi. Mimi hata ukinijia labda na pipi tu nitakuwa yani, hey, nitakupigia makelele, nitakushukuru, nitakushukuru sana. Kwa mfano kuna mtu mmoja hivi anajuaga kwamba yani uko kwenye process lakini, um, alinetiaga zawadi alinetiaga hii zawadi ya ili uwa ya ili I say. Yani, hakuna kitu ambacho sasa hivi nakitunza kama hiki. Kwa mimi napenda ukiwa mtu wangu Yani, kitu cha kwanza ambacho wewe unaniletea ni zawadi iwe ni lollipop, iwe ni nguo, iwe ni kiatu, iwe hata unanitumia hata vocha, yani ile by surprise bila kuomba. Wewe unapenda mpenzi wako akutumia yani, akufanyie kitu gani jamani? Komentini hapo chini kama ndo unajiunga live sasa hivi jamani, huu mjadala ni simple, simple tu mjadala ni simple, simple. Wewe unapenda mpenzi wako akufanyie kitu gani ambacho unakipenda, komenti hapo, nitasoma komenti yenu, tuendeleze mjadala. Kitu kingine ambacho napenda yani, baby, baby anifanyie ani, eh viko vingi, viko vingi yani, hapa leo tuzungu, yani tutazungumzia vitu viwili, tutazungumzia upande wa hmm? kwenye mapenzi na upande huu mwingine mm-hmm. Kama ndo unajoin hapa sasa hivi, karibu. Mi nimesema kwamba napenda nipewe zawadi, iko ni cha kwanza, lakini cha pili yani napenda ambacho mpenzi wangu anifanyie tukiwa labda tukiwa, tukiwa faraga Ila hiyo hata tusizungumze sana, yaani napenda hey, naona taibu kusema <laughs> naona hiyo kusema, lakini yani mimi yani huo unanitoa out videti deti vya hapa na pale, huo um, unanipa walau hata hela tu vya hapa na pale mm-hmm. hivyo napenda, lakini upande mwingine huu uh, upande sasa uu uh, upande tukiwa mimi na wewe, yani vitu kadhaa ambavyo napenda kufanyiwa, na sijui hii inakuwa ni kwa wanawake wote. Yani napenda ile, tukiwa tunatembea unishike mkono, tushikane mikono bila kujali hapa ni wapi, tunafanya nini, tunatembea wapi. Haya, tushikane tu mikono. Kwanza ukinishika mkono napata ile sensi ya kwamba ehe, niko na mtu hapa, niko na kidume pembeni. Haya, hmm. Katika vitu vitu vya, vya day to day ni vingi sana, lakini wewe niambie, ambaye una join live sasa hivi hapo, unapenda yani ufanyiwe nini na mpenzi wako? Unapenda kufanyiwa nini? Unapenda kupikiwa? Unapenda kubebwa? Unapenda kulechewapichiwa? Unapenda kuletewa zawadi? Mi napenda zawadi. Yani we ukiwa bebi wangu, jiandae kuniletea zawadi, cha kwanza, ukiwa bebi wangu. Yani mi ni mtu ambaye napenda sana yale mambo, yani mda wote mda wote mda wote, kwayo ni ujue kabisa, jiandae Sio unakuja kuja tu. Oh, oh, oh, swaga nyingi, maneno mengi afitandane zero. Kingine ah, no. Ambacho napenda sana kufanyia napenda anwa I don't know, I don't know. Three weeks ago I was very depressed. Hivi watu wa YouTube, mbona hamjoin live jamani? mm -hmm. kwa jamani, kama una join basi hataihahata like, like moja tu naingia, mnalaik mnaondoka, mnaingia mnalik naondoka. Huku sio kama TikTok, hatu, tap hatuombi tap, hapana, si kuomba tu

Wewe je? Basi hata ingia basi hata comment hapo chini. Wewe unapenda kufanyiwa nini ukiwa na bibi wako nyumbani au matembezini au kwenye mahusiano yako tu in general. Unapenda kufanyiwa nini? Unapenda kufanyiwa nini? Hmm.